Wanatarajiwa kurudi kazini uh, chini ya saa 48 baada ya kutia saini mkataba wa maelewano na serikali ya kaunti hiyo na hivyo kumaliza mgomo uliodumu kwa miezi miwili. Mwenyekiti wa muungano wa wauguzi wa kaunti ya Isiolo amesema kuwa makataa waliokuwa wanashinikiza kutekelezwa wamejadiliana na kuahidi wa kuwa kutakuwepo na mkutano ili kuweza kujadili utekelezwaji wa makubaliano hayo.

To conclude these matters. Uh, uh, wasi wananchi wa Isiolo uh, chini ya masaa 48 oa uh, 8 wauguzi wataweza kur kurudi katika uh, station sawa za kazi na kazi itakuwa inaendelea. Mgomo ambaye imetuchukua muda mrefu katika historia ya Isiolo County, eh, imeisha. Na hii imetokea na sisi kuja pamoja tukiwa tumeongozwa uh, na chairman wetu wa board ambayo amekupeleka vizuri na kwa leo hii tunasema kwamba tunatangazia wananchi kwamba mgoma umeisha, na masaa 48 40, 40 e, wauguzi wote watakuwa wamerudi hospitalini leo tarehe 13 Oktoba 2025. Tumeelewana na employers wetu na vipengele vyetu ambazo tulikuwa tumekosania wataweza ku, kuziweka katika mpango za ku, kuziwezesha E, iziwe zitafanyika kwa hivi karibuni. Wataanza kufanya reconstruction of files na wakimaliza pamoja, wakiwa pamoja na sisi, tutakaa kwa hiyo kamiti na tutaeleza, tutaele, tutajua vile implementation ya hiyo promotion redesignation itafanyika, na tumeafikiana ya kwamba itafanyika by tarehe 10 November ndio kamiti tutakaa kwa, e, kwa mkutano huo tujue vile implementation hiyo itafanyika. Asante kwa kutazama, tupatane mwendo wa...